Ni umati wa wanamtwara ambao amejitokeza leo katika viwanja vya Sabasaba, Manispaa Mtwara, Mikindani, mkoani Mtwara kwa lengo moja tu, kumlaki mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, kwa taifa hili la Tanzania, lakini pia mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Dkt. Samia Suluhu Hassan ambaye amefika hapo kwa ajili ya kuzungumza na wanamtwara e, kuja kuelezea miradi iliyofanyika katika mkoa huu wa Mtwara, lakini pia kuja kuiombea kura, kumwombea kura e, mgombea ubunge wa jimbo hili na wengine wanaotokana na Chama cha Mapinduzi bila kusahau e, madiwani ambao wanaotokana na chama hicho chama. Mapinduzi. Faida Online TV watu wa field, tumehudhuria siku hii ya leo hapa siku hii ya Septemba 26, 2025 kwa lengo la kuendelea taarifa ifuatayo. Mimi naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na ku comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu, hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Tumeunganisha Mtwara kwa njia ya kwenye maji, njia ya barabara, njia ya anga na niseme niseme tunakwenda kuunganisha kwa reli pia kutoka yeah, Mtwara kuelekea Mbamba Bei ambapo ni imani yetu itaturahisishia biashara na wenzetu wa Msumbiji na Malawi. Yeah, Mtwara hoye! Pamoja na uwekezaji huu mkubwa kwenye miundombinu inayokuja kuleta mageuzi Mtwara hapa mjini, ninafahamu kuna changamoto ya mafuriko lakini nanauka amesema vizuri, kazi inaendelea na kadhia ile katika maeneo yale ya Chuno Magomeni na mtonya mpaka Chikongola inakwenda kuwa historia, mafuriko ma yale yanakwenda kuondoka. Tumeshatumia bilioni mia saba ishirini na sita ugawa mbolea na pembejeo za ruzuku kote nchini, sio Mtwara peke yake, kote nchini. Na tunatumia milioni mia moja hamsini na mbili kila mwaka. Natambua pamoja na kazi tunayoifanya, kuna uhaba wa walimu, kuna uhaba wa nyumba za walimu, na mkipekua vijitabu vile vya ilani, hiyo ndio kazi mtakayoiona tumeahidi kwenda kuifanya. Kitupa ridhaa miaka mitano inayokuja, tunakwenda kuifanya kazi na utaendelea ka wawekezaji kwa ajili ya ujenzi wa viwanda vya kuchakata korosho katika kongani ya viwanda iliyopo pale kijiji cha Maranje katika wilaya ya Mtwara. Tulikuwa tunaathirika kwenye mafuriko, kama sisi pale Mabatini tunaathirika, maji yanajaa ndani eh, watoto wanaangaika wanalia. Kama mimi hapa na mtoto wangu mlemavu alikuwa analia mama nakufa, mama nakufa Eh, nikamwambia mwanangu aufi nimesomesha mwanangu kwa shida, kwa shida kubwa, fukizingatia Mungu akijalia ile, kama hata hatahata, mpatie akunda kazi, amna kazi yoyote kik, inakuwa ngumu sana. Kwa hiyo mimi nimefurahi sana kwa, nime kwa mazingira ya elimu aliyosema mama. Mungu tu amjalie, amtie nguvu, atimize ahadi yake kupitia kampeni hii. Nina imani